Jina, mimi naitwa Zawadi Matuku, ni mfanyabiashara, niko Chanika kwa Ngwale. Kwa kweli tunashukuru, Tanzania yetu ni nchi yenye amani, hatukuzoea fujo, hatukuzoea vita, na wengine tumezaliwa mpaka tumefika umri huu, hatujawahi kusikia kuna vita kwenye mambo ya uchaguzi. Kwanza sisi tuliamini kama uchaguzi utakuwa kama chaguzi zingine. Kwa hata tulijua shughuli zetu za kikazi zitaendelea tu kama kawaida. Kwa kweli tunaomba hili swala lisijirudie kwa sababu Tanzania yetu ni Tanzania ni nchi yenye amani kwa kweli. Mimi, wito kwa kweli wito vijana, vijana ambao wanajiingiza kwenye kwenye mikumbo nilikuwa nasema kwamba vijana wasipende kujiingiza kwenye mikumbo, yani wakisikia kitu wao wamesha ingia na wao wanafanya kama ambavyo walivyofanya hiyo siku. Sio vizuri na ipendezi. Vijana wanatakiwa waingie, wajishughulishe, watafute hela na kuendeleza mahitaji yao, wasipende kufatisha mikumbo.